Baada ya kusema haya nataka nikupeleke sasa, uh, tim walipokuwa kule walipokuwa Morogo walipokuwa Dodoma uh, walikuwa wamefanya mazungumzo na mkurugenzi uh, wa TPHPA uh, Profesa Ndunguru kuhusiana ndege wiki iliyopita ile mbili kaa Dodoma, nilizungumza na Profesa Ndunguru, tulizungumza nikiwa na tupatupa nadhani kuhusiana na uh, ndege mpya kwa ajili ya kusaidia kupambana na wadudu waangamifu wadudu waharibifu katika mazao yetu, na ndege ilikuwa inapokelewa juzi Dodoma. Baada ya kupokelewa ndege ile, basi uh, ndege ile ilipopokelewa, Profesa alikuwa na mambo ya kuzungumza kidogo. Bwana Ezra Kaya, tupate mazungumzo hayo, na baadaye tutaungana na mwenzetu Kija alioko kule Iringa yale ambayo eua anafuata kutokea kule Iringa. Yes, mafanikio. Mimi ni Ali Kashmiri, uniona hapo, kuna jambo na leo utapata uh, mambo mengi zaidi ambayo tutayazungumza hapa na profesa Joseph Ndunguru ambaye kimsingi ni mkurugenzi wa mamlaka ya mimea na viuatilifu. Uh, ambapo tutayafahamu mengi kuhusiana na mchakato mzima hususan kwenye sekta ya kilimo. Kilimo ni sekta mtambuka, ni sekta ambayo kimsingi uh, hivi sasa bado kupitia wizara wanaendelea kukamilisha uh, na kutekeleza ajenda 2030, ajenda ambayo ina lengo la kuhakikisha unapofika 2030 kilimo kiwe na tija na kuchangia pato la taifa kwa asilimia kumi. Mchakato huo ni lazima uende na mikakati ambayo ni madhubuti ya kuhakikisha hili linatekelezeka kwa asilimia 100. Kwa hiyo hapa kutoka uh, uh, Dodoma tazungumza na mkurugenzi wa mamlaka ya afya ya mimea na viuatilifu Tanzania TPHPA Profesa Joseph Ndunguru kuhusiana pia na ujio wa ndege mpya ya kudhibiti visumbufu vya mimea katika hafla ambayo imefanyika jijini Dodoma, kwa ndege ambayo imepokelewa na waziri wa kilimo Mheshimiwa Hussein basha Profesa, habari yako? Mzuri kabisa kwema kabisa. Salama kabisa habari za TPHPA. TPHPA kwema kabisa mambo mm-hmm. mambo ni mazuri, ya mambo mm-hmm. ni mazuri. Uh, yapo mengi ambayo tunatamani kuyafahamu lakini uh, tumeshuhudia mapokezi ya ujio wa ndege ndege mpya ambayo imegharimu bilioni sita za kitanzania kwa manunuzi ambayo yamefanyika mpaka ndege hii kufika hapa Tupitishe nyuma kidogo, katika kipindi chote ambacho Tanzania tulikuwa hatuna hii ndege eh, kwa ajili ya kuwazuia uh, visumbufu ambao walikuwa wanaharibu haribu mazao na mimea ya wakulima hapa nchini Tanzania, unazungumzia nzige, unazungumzia kwelea kwelea, katika kipindi chote ambacho tulikuwa hatuna hii ndege tulikuwa tunapitia kwenye changamoto gani kubwa kama taifa? Yeah, kama taifa, kwanza niseme um, kilimo chetu mm, Tanzania na hasa kilimo cha nafaka mazao ya nafaka, mm. kwa maana ya mpunga, mtama na uwele mm. yamekuwa yakivamiwa sana na e, ndege aina ya kwelea kwelea. Mm. ndege hao kwa kawaida wanakuwa ni makundi makubwa, yani unaongelea milioni mm. eh, milioni. wakija kwa mfano, unaweza kukuta kundi lina milioni mia mbili hao ndege. Kwa hiyo wakiingia wanaweza kumaliza e, au kuku, wanaweza kuharibu hekari laki nne na nusu unaona eh? Kwa wakati mmoja mm. E, kwa hiyo ni makundi makubwa, na kwa muda mrefu tumekuwa tukijaribu e, tumekuwa tukiwadhibiti kwa kutumia e, ndege ambazo e, kutoka shirika la, la nzige kutoka nchini Kenya mm. na ni kwa sababu Tanzania ni nchi wanachama, kwa hiyo mm -hmm. e, tunaruhusiwa tuna, tuna kwenda ku kuchukua hizo ndege na kuzitumia, lakini hmm. kwa sababu eh, wanachama ni wengi hmm. na wakati mwingine eh, milipuko hii inaweza kutokea nchi mbalimbali hmm. Kenya, Uganda wakati mmoja hmm. kwa hiyo mahitaji yanakuwa ni mengi hmm. lakini pia unaweza kuta zinachelewa kufika kwa sababu ya e, mbalimbali za kiutendaji unaweza kuta labda pilot, kuna changamoto za pilot na vitu kama hivi hmm. wakati mazao ma, ma, ma, ma huko yanaliwa kabisa kwa hiyo kwa nani uh, e, serikali ya awamu ya sita e, chini ya uongozi wa rais wetu Dr Samia Suluhu Hassan hmm. Akasema hapana, kupitia wizara ya kilimo lazima hmm. tuwe na, na, na ndege yetu hmm. e, kwa hiyo tukanunua uh, hiyo ndege e, inayoitwa uh, Thrush mia tano na kumi p plus ni version, ya kisasa kabisa ambayo ina sifa nyingi sana kwenye, kwenye, kwenye, kwenye udhibiti wa mimea wa hapo. kwenye hiyo version ya kisasa ya thrust 510P plus, si ndio? teknolojia ya aina gani ambayo imetumika itakayoendana na uhalisia wa changamoto za wasumbufu katika kipindi hiki na hata pengine kwa kufanya uh, approximation ya muda kadhaa ujao kwa teknolojia hii ambayo imetumika kwenye hii ndege? Yeah. Teknolojia ni nzuri, kwanza ukiangalia ile ndege mm. imepunguzwa ukubwa mm. ili kuipa injini, eh, iwe kubwa uwezo mkubwa kabisa wa injini ile mm. ile ndege ina spidi sana mm. lakini pia inaweza ikaruka chini kabisa, yaani tunazungumzia kimo cha mpunga wa mm. juu hivi kwa, mm. kwa hiyo inapita humu, sio ndege zenye, zenye, sio ndege nyingi zina uwezo huo Nikuwe. lakini pia ina tenki la mafuta lenye ujazo wa lita mia nane sitini na tatu, kwa maana inaweza kukaa angani kwa muda wa masaa manne, sawa eh? Mm -hmm. bila, bila kutua mm. na lakini kitu kizuri zaidi kwamba ina uwezo wa kubeba kiuatilifu lita elfu moja mia tisa thelathini. Okay. ambayo unaweza kwa, kwa kiuatilifu hicho unaweza kutumia kudhibiti hao ndege kwenye eneo la ekari elfu mbili na mia nne no, unaona mm. kwa hiyo hiyo ni nani, ni, ni, ni kubwa sana mm. ni, ni, ni, ni sifa kubwa sana ya ndege hiyo, lakini pia kitu cha ziada hiyo mm. ndege pia tunaweza kuitumia kwa ajili ya eh, kuzimia moto okay. kwa majanga ya moto yakitokea mm. kama mlima Kilimanjaro kule au maeneo yoyote hii mm. ndege inaweza kwenda ikafanya ikadhibiti ule moto mm -hmm. lakini pia unaweza kutumia hiyo ndege kwa ajili ya kuku, kuku, eh, kwa ajili ya kuwekea mbolea kwenye mashamba kunyinyizia, mm -hmm. mbolea kwenye, kwenye mashamba. Kwa hiyo ni ndege, ndege ya kisasa, ni ndege ya kisasa kabisa, na kwa kweli wakulima wetu wategemee sasa mm -hmm. eh, wategemee sasa eh, ukombozi, kwamba tuna ndege inakuja kuleta uhakika wa mazao yao kuvunwa mm -hmm. lakini pia tija. Na unajua mkiwa mki na tija, maanake tunaongelea masoko kabisa, mkiwa na tija tunaongelea Tanzania tuilishe dunia tu mm. mkiwa na tija tunaongelea mali ghafi ya viwanda mm -hmm. lakini pia kitu kingine mm. hata wawekezaji wanaokuja kuwekeza kwenye masuala ya kilimo mm -hmm. nao pia tunawahakikishia usalama wa mazao yao Kabisa. Unaona Mm. Eh? kupitia ndege hii. Kupitia ndege hii. Sawa, mtazamaji anafuatilia hivi sasa, unaweza ukapata pia uh, experience kwa sasa hivi unachokiona jana uh, wakati ma, uh, mapokezi ya ndege haya niliona kidogo rubani ali ikapiga kidogo hizo mbwembe, ilifika kwenye uwanja wa ndege, alafu kama ikapita kimo fulani, then ikaenda juu, ikarudi tena kutua. Mkurugenzi um, kuna maeneo ambayo mmeyatazama kama kipaumbele kwa kunufaika kwanza kwa ujio wa ndege hii ambayo pengine mara kwa mara yanakuwa ni sehemu sumbufu ya uh, wadudu aina ya nzige kolea kolea, na wengine ambao ni waharibifu wa uh, mazao, ndio uh, maeneo ambayo kila mwaka inapata milipuko hmm ni maeneo yale skimu kubwa za mpunga, mm -hmm. Inazungumzia Mbarali kule mm -hmm. E, Mbarali Kapunga kule e, pia tuna eneo kama Simiu, mkoa mm -hmm. wa Simiu ni moja ya, ya, ya maeneo ambayo yanapata changamoto sana mm -hmm. lakini pia kuna uh, Igunga mm -hmm. kuna Singida lakini kuna, kuna Bayi mm -hmm. kuna uh, Magu E, mkoa wa Morogoro na maeneo kama Mvomero pale Kilosa, naona mm. Haya ni maeneo ambayo yanashambuliwa sana. Mkoa wa Pwani tuna ule e, skimu ya mpunga ya Ruvu pale kwa mm hiyo -hmm. Ni eneo ambalo pia linapata changamoto mm -hmm. Mkoa wa Manyara kuna e, Babati mm. Lakini pia mkoa wa Dodoma na Kondoa hasa maeneo ya Kondoa ya Kondoa yana, yanashambuliwa sana na na hao ndege na mara nyingi tumekuwa tuki, tukienda pale kwa ajili ya kufanya udhibiti kwa mfano okay. mm. mwezi wa tatu mpaka mwezi wa nne mwishoni mm. eh, um, huu msimu huu tumeshadhibiti kwelea kwelea milioni eh, milioni mia mbili pointi saba katika halmashauri kumi na nane okay, katika ekari laki mbili na ishirini na mia moja sitini na tatu wamedhibitiwa na tumeweza kuokoa tani za mazao milioni moja point nne hapo ilikuwa kabla, eh, kabla ya ndege ya ndege kabla ya ndege haijaja. mm -hmm. Sasa yes. unaweza kujua, alafu sasa maanake ni mkiwa na ndege kwa, kwa, kwa, kwa uwezo wa ndege hii mm -hmm. ni kwamba uvamizi wowote wa ukitokea sehemu yoyote Tanzania mm -hmm. sawa so, ndani ya masaa sita hii ndege itaweza kufika na kuwadhibiti hao kwelea kwelea. Mm -hmm. Na bado kama mlivyosikia jana kwamba mm -hmm. tuna mpango, tunaenda kununua tena ndege zingine tatu, kabla hajaondoka tunanunua tatu mm -hmm. na hizo, waziri amesema immediately, eh, eh, na hizo tunazipeleka sasa kwenye kanda mm -hmm. kwamba kanda ya ziwa tutajenga hanga pale eh, la, la ndege itakuwa pale Mwanza kwa ajili mm -hmm. ya kuhudumia mikoa ya Mwanza mm -hmm. mikoa ya kanda ya ziwa mm -hmm lakini kutakuwa na nyingine Dodoma kwa ajili ya kuhudumia mikoa ya eh, kanda ya kati Singida na Dodoma, lakini pia kutakuwa na, na, na, na Mbeya. Kwa hiyo kutakuwa na, na nyingine Mbeya kwa ajili ya nyanda za juu kusini na, na, na Arusha. Kwa hiyo unaona kwamba hii ni, ni, ni, ni kujipanga kabisa eh. Kuna swala la usalama wa viuatilifu ambao vinakwenda kutumika kwa ajili ya mimea ambapo mwisho wa siku chakula kitamfikia mlaji, mkakati ukoje kwenye usalama wa hivi viwatilifu. Moja, jambo ambalo Mheshimiwa Waziri jana amelizungumza ni kuhakikisha mnapambana pia na kuotoa viwatilifu feki, ili mlaji ambaye ndio atakwenda kupata hiko chakula asipate chakula ambacho kitakuwa na madhara baadaye. Yeah, um, mamlaka ya afya mimea na viwatilifu Tanzania ndiyo mamlaka iliyopewa majukumu mm. ya kudhibiti au kusajili viwatilifu vyote vya kilimo hapa Tanzania mm -hmm na mchakato e, utaratibu ni kwamba e, tu, tunasajili tuna, tunadhibiti viuatilifu kuanzia mm. kwenye utengenezaji mm. usafirishaji, utumizi na uuzaji na, na, na unaona, kwa hiyo mtu anapotaka fa kufanya biashara e, au kuzalisha au kufanya nini kujishughulisha na viuatilifu anatakiwa alete maombi kwetu kwenye mamlaka mm. mm. Um, ma, maombi yale yana yana, yana yanachakatwa chakatwa zinaitwa dozia kuangalia kama nani eh, kiuatilifu kinachotaka kinachoombewa maombi hmm. kinakidhi viwango vinavyohitajika, then baada ya hapo tunachukua sampuli mbili. Sampuli moja inaingia kwenye maabara hmm. kuhakikisha kwamba hiki kiuatilifu kweli kina ubora, hiyo hmm. ni moja, lakini pili kinaenda kufanyiwa utafiti hmm. eh, kuangalia kama kweli hicho kiuatilifu kinaweza kudhibiti kisumbufu kilichokusudiwa kwa, mm. Unaona, hiyo inafanywa hivi. Baada ya hapo, ripoti inaandikwa inaletwa kwenye mamlaka. Kamati inakaa na kuangalia hizo ripoti eni na, ku, na, ku, na kuipatia certificate kutoa mm -hmm. usajili wa wa hicho kiuatilifu, lakini hatuishii tu hapo mm. eh, kiuatilifu kiwa kishaletwa sasa nchini na, na, na na, na mhusika mm -hmm. Kwa hiyo pia tunafanya ufuatiliaji, tunafanya eh, ukaguzi wa maduka, waangalie kweli kiwatilifu alicho anacholeta na kinachouzwa ni kile kile, kina kiwango kile kile, mm -hmm. Lakini pia ili mtu yoyote afanye biashara ya viwatilifu ni lazima apate mafunzo kutoka kwa mamlaka, na wanapewa nini? Certificate. Mm -hmm. Na sasa hivi sawa? mm -hmm. Sasa hivi mamlaka, ili kuhakikisha ku, ku, kwamba tunadhibiti hawa wafanyabiashara wa viuatilifu ambao sio waaminifu. mm -hmm. Sasa hivi tunaanzisha tunatengeneza kanzi data mm -hmm. ya wauza viuatilifu wote hapa nchini mm -hmm. na, na, na coordinate kabisa GPS coordinate, yani yuko wapi. Kwa hiyo mtu akinunua kiuatilifu ambacho kinadhaniwa kwamba sio sio sa, eh, sio sio bora sawa. mm -hmm. Tutaweza kumtrack kwamba atatuambia kumatatuambia am, am, ametoa kwenye duka la nani. Sawa, sisi tutaangalia kwenye kanzi data tunaweza yule nani. Mm. Na kweli hata ukiangalia sasa hivi, yani ukiangalia miaka ya nyuma na sasa hivi hizi mm. kelele za, za viuatilifu zimepungua kwa asilimia kubwa. Zimepungua kwa asilimia kubwa na mm. sisi, kwa mfano, ukaguzi wetu tuliofanya hivi karibuni fa tumekagua maduka kama elfu moja na kitu mm. sawa mm. asilimia tisini na sita ya wauzaji ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya viuatilifu ambavyo tulivikuta ni vile ambavyo vimepata usajili kutoka kwa kwa kwa, kwa nani. Mm -hmm. Na viwatilifu ambavyo vilionekana e, kutiliwa mashaka mm -hmm. ni vile viwatilifu ambavyo vinatumika kudhibiti e, wadudu e, kwenye majumba kama vile e, mbu na, na, na vitu kama hivi. Mm -hmm. e, kwa hiyo tunayo na pia tuna, tuna, tunaendelea sisi e, na na, na utaratibu wa kutoa mafunzo wa mara kwa mara unaona eh, e, kwa ajili ya wauzaji wa, wa viwatilifu lakini pia na na wakulima no. Kwenye, kwenye swala la wakulima uh, huwa mnatoa taarifa za na kipindi ambacho pengine wadudu ama uh, wadudu kwelea kwelea, nzige na wengine ambao wanakwenda kufanya uharibifu mashambani, kuna namna ambavyo mnajua katika msimu huu tunabidi tuwape taarifa wakulima mapema wajiandae na kitu hiki. Sawa. Kwanza sisi tume tumeweka utaratibu mzuri sana, tunafanya kazi kwa ushirikiano mkubwa sana na wenzetu wa halmashauri hmm. um, Ikitokea changamoto ya visumbufu, kwa mfano hmm, wadudu nzige, viwa vijeshi hmm, kwenye halmashauri yoyote huwa hmm, wanatuletea taarifa mara moja hmm, then mamlaka tunatuma wataalamu, alafu wanaenda kufanya tathmini uh, tunaenda pale na, na, then tunaenda na viwatilifu ambavyo eh, vimenunuliwa kwa mfumo wa ruzuku. Unaona hmm, no, kwa mfano wilaya ya Ndeni pale kulikuwa na, na, na, na, na mlipuko wa viwa vijeshi, tumetuma wataalamu tumepeleka kiwatilifu pale lita elfu moja. Tumeenda kumedhibiti nani, tumeenda tumedhibiti tume, e, lile kwa hiyo, upo utaratibu mzuri, lakini pia kitu kingine uh, kwa miaka ya nyuma ilikuwa tuna viwatilifu tun, viwati vinagawiwa kwa wakulima alafu, muna, muna, muna, muna wakulima alafu mnakuta wakulima wanalalamika kwamba jamani, kiwatilifu chetu hakijafanya vizuri, kumbe sawa, kumbe wamechanganya viwatilifu vya wadudu na viwatilifu vya magonjwa kwa pamoja, kwa hiyo unakuta ufanisi mdogo, ni mdogo. Kwa hiyo sisi tumebadilisha sasa utaratibu kwamba sasa hivi ugawaji wa viwatilifu lazima uendane na mafunzo. Mfano e, kwenye e, kwenye msimu uliopita kwenye viwatilifu vya korosho e, na tulisema ugawaji wa viwatilifu tukatuma na, na timu yetu ya, ya, ya, ya mamlaka kwenda kuhakikisha kwamba moja e, viwatilifu ugawaji unaendana na mafunzo, unaona. Kwa e, mfano mkoa Lindi, Mtwara, fanya mafunzo kwa wakulima kama mia nane na arobaini na moja, lakini pia na maafisa ugani. Kwa hiyo msimu huu, kama mnafuatilia, hakuna kelele za viwatilifu eki kwenye nini, kwenye korosho kwenye, na kwa kweli viwatilifu vimeenda kuleta tija sana kabisa. Kwa kumalizia kuna teknolojia ambazo sasa hivi dunia ama ulimwengu watu wanazitumia hususan pia kwenye kilimo kwa sababu kilimo ni maisha. Uh, kipindi fulani niliona kuna ndege kupitia TPHPA, uh, aina ya drone. Uh, kuna namna ambavyo uh, teknolojia ya namna hiyo imeleta mabadiliko kwa matumizi na hatua za mbeleni kwenye kuweka msisitizo wa matumizi Uh, wa AI kwenye kilimo hususan kuondokana na hizi changamoto, inaweza ikafanya kazi na mpango wenu ukoje kama mamlaka? Yeah, kama mamlaka na sisi tunatumia teknolojia ya kisasa mm, eh, tunavyoongea sasa hivi mamlaka ina drones ishirini na moja ishirini mm, kwa ajili ya surveillance kwamba kupita kuangalia kwenye mashamba ya wakulima mm, ili kubaini kama kuna viashiria vya mm, kuwepo kwa kwa visumbufu mm. na kuvidhibiti kabla havijaleta madhara kwa wakulima mm, lakini pia tuna drone kwa ajili ya kunyunyizia viwatilifu kwa mfano mm. tulipata eh, eh, tulipata uvamizi wa nzige mm. tulipata uvamizi wa nzige wa mtini eh, katika wilaya ya Mpwapwa hapo Dodoma mm. nn no, mm. eh, eneo la ekari elfu moja na mia mia, mia, mia tatu arobaini likuwa limevamiwa na nzige, kwa hiyo mm. tulikwenda kudhibiti vizuri kabisa na drone mm lakini pia tulikuwa na uvamizi mwingine kwenye ekari mia nne na tano eh? mm-hmm. eneo la Ikungi, Singida eh? tulikuwa na, na nzige pale kama milioni thelathini na sita kwahiyo tukaenda tukadhibiti na droni mm. kwa hiyo drone, drone teknoloji ya droni inatumika vizuri sana hata kwenye mashamba ya BBT Eh, tumeenda kutumia tumetumia drone na kuweza kudhibiti ku, ku, changamoto zilizokuwa kule mm -hmm. na kuleta tija, lakini pia kwenye mpango wetu pia tume kama mamlaka tumetenga tumeweka bajeti ya bilioni moja point sita mm -hmm. na tunanunua drone ishirini tena zingine, kwa hiyo tutakuwa na jumla ya drones arobaini na moja. Hizi drones zitafanya kazi kwa kushirikiana na ndege mm -hmm. kwenda kudhibiti visumbufu katika mashamba ya, ya wakulima kwe, kwa hiyo kwa kweli E, mimi niseme tu kwamba kwa kweli e, ile adhima ya, ya, ya Mheshimiwa Rais kwamba Tanzania inaweza kuwa kitovu cha kuzalisha chakula tukailishe dunia mm. inaenda kutimia na ajenda na, na yetu malengo yetu ya ajenda 10 seti kilimo kikuwe kwa asilimia e, kumi itakapofika 2030 inaenda kutimia kwa sababu maelekezo sisi tumeyapokea na tunafanyia kazi na sio tu tunayafanyia kazi, tunayafanyia kazi kweli kweli eh. Mkurugenzi, la kumalizia uh, la mwisho, kwa mtu ambaye anatufuatilia hivi sasa, miaka minne ya Daktari Samia Suluhu Hassan uh, tumeona Wizara ya Kilimo imeongezewa bajeti katika kila mwaka ambao wanawasilisha bajeti husika, na hiyo ni sehemu ya neema. Ndio maana hivi sasa bilioni sita zimetengwa kwa ajili ya manunuzi ya ndege na ndege nyingine tatu na ongezeko la droni ambazo zitakwenda kuongeza ili kufikia hilo lengo, nini haswa cha kuwaeleza wakulima wa Tanzania juu ya kuwekeza kwenye sekta ya kilimo? Uh, niwahakikishie ni, ni tu kwamba wakulima waendelee kuwekeza kwenye sekta ya kilimo kwa sababu sasa hivi kilimo ni biashara, kwamba kitu chochote unacholima unacho, unaweza kuuza hmm. Na bahati nzuri sisi wenyewe mamlaka ya afya mimea na viuatilifu, sisi ndio moja ya kazi yetu ni kuwezesha masoko ya, ya, ya mazao hmm. Kufungua masoko ya mazao kwa katika nchi mbalimbali mm -hmm. Sisi ndio tunafanya hivi. Kwa mfano hivi karibu tumefungua e, masoko ya mazao tisa mm -hmm. katika nchi kumi na nne unaona mm -hmm. mm -hmm. ambazo haya e, mazao tunazungumzia, mazao kama viazi mviringo, vanila, unaona mm -hmm. E, nani, mdalasini, unaona, pilipili manga, mananasi, unaona mm -hmm. tumbaku. Kwa hiyo tumeshafungua haya masoko mm -hmm. parachichi, katika nchi mbalimbali ambayo masoko e, mazao haya, biashara hiyo ikifanyika hmm, inaenda kuingizia Tanzania fedha za Marekani bili, dola za Marekani bilioni tatu pointi tano. Hmm. Kwa hiyo ni, jam, ni jambo kubwa. Kwa hiyo waendelee na kilimo, sasa hivi eh, kilimo ni biashara, na ukizungumzia teknolojia hizi zote ambazo zinatumika kwenye kilimo kuanzia hmm, umwagiliaji unaona eh, umwagiliaji, uzalishaji wa mbegu, eh, uimarishaji um, wa utafiti yote haya yanaenda kuleta matokeo makubwa yanaenda, mm -hmm. e, kuleta matokeo makubwa. Na kitu kingine tu niwaambie, kabla hata sijamalizia, ni kwamba duniani huko, sawa mm. ili uweze kuleta maene, ma, mageuzi makubwa ya kilimo unahitaji mambo sita. mm -hmm. Jambo la kwanza ni kufanya utafiti. Mm. Jambo la pili ni kufanya kilimo kinachotumia mat, eh, matumizi ya sayansi teknolojia na ubunifu. Tatu ni ushirikishwaji wa sekta ya binafsi, yani private sector mm, kwenye mnyororo mzima wa kilimo lakini. Mm. Nne ni kuweka mazingira ma, mazingira mazuri kwa ajili ya biashara ya, mm, yani enabling environment lakini tano pia ni uimarishaji wa miundombinu . Tunapozungumzia miundombinu ni ujenzi wa barabara, ni mambo ya mwagiliaji mm -hmm. na sita ni kuzuia upotevu wa mazao wa, eh, baada ya kuvuna mm -hmm. Sasa hayo hayo yote eh, mm -hmm. hayo yote serikali ya awamu ya sita chini ya kiongozi wetu Dokta Samia Suluhu Hassan amesha yafanya. Unahitaji tena kitu gani zaidi hapo? mm -hmm. hamna. Asante sana Profesa kwa muda wako na wakati wako. Umekuwa ni wakati mzuri wa kueleza mengi, lakini kubwa ni ujio wa ndege mpya, ambayo kimsingi hii inakwenda kuleta suluhu la visumbufu, ambapo mara kadhaa imekuwa ni changamoto na kupata hasara ya mazao kwa wakulima, ambao kimsingi kuwa ni tija kubwa katika taifa letu la Tanzania. Mkurugenzi wa mamlaka ya mimea na viuatilifu TPHPA, uh, Joseph Ndunguru, profesa huyu ametueleza mambo mengi ya msingi na yenye tija bila shaka imekuwa ni elimu lakini darasa na kufahamu taifa la Tanzania kwenye sekta ya kilimo linaelekea wapi hususan kwenye kutekeleza ajenda zake ajenda 1030 ajenda ambayo inaambatana pia na msukumo wa kuhakikisha kijana anaingia kwenye sekta ya kilimo na kuona kilimo ni biashara kilimo si tena jambo la kawaida kilimo ni uwekezaji kilimo ni pesa kilimo ni maisha